Rapa kutoka nchini Tanzania Billnass ameweza kutoa ushauri kwa vijana ambao wanaingia kwenye tasnia ya umaarufu hapa nchini Tanzania. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Insta Story, Billnass ametoa ushauri kwa vijana ambao wamebarikiwa vipaji na wanatamani kuingia kwenye tasnia yoyote inayohusiana na umaarufu hapa nchini Tanzania. Yes, ametoa ushauri huo kwa vijana kuweza kumwomba sana Mungu, lakini pia kuwa na uvumilivu na roho ya kustahimili kwani kwenye umaarufu kuna ushetani, dhuluma, usaliti na kadhalika hasa hasa wadau katika tasnia mbalimbali mbali, lakini pia mameneja na lebo ujumbe huu ameweza kuandika ni usome hapa kwa haraka haraka ameandika to all young people wadogo zangu na rafiki zangu mliobarikiwa vipaji mbalimbali kabla ya kuingia kwenye tasnia yoyote inayohusiana na umaarufu Tanzania muombe sana Mungu akupe nguvu ya uvumilivu na roho ya kustahimili huku kuna kila aina ya vita usaliti ushetani dhuruma kuanzia kwenye wadau managers distribution company labels, na kadhalika swala la ku ajirika ama kupata pesa kupitia hizi kazi sio rahisi kama unavyosikia, ila kupata msongo wa mawazo, kupoteza maisha, kupata maradhi, kuchanganyikiwa, ama kuingia kwenye addiction mbalimbali ni rahisi kuliko kutengeneza pesa. Ni vyema kuwa makini sana na kuingia kwenye tasnia ukiwa na utayari, lakini usiache kumweka Mungu kwanza, maana unaweza kupambana ili usaidie familia yako, kumbe ndo unaenda kuleta janga ambalo familia yako ndo itakuwa kwenye jukumu la kuteseka. Yes, huo ni ujumbe wa kwake Billnass kwa vijana ambao wanapambana hapa nchini Tanzania katika tasnia ya umaarufu, tasnia yoyote ile, kama ni content creator, kama ni kwenye muziki, kama kwenye fashion, kitu chote kile ambacho kitakupatia umaarufu hapa nchini Tanzania, kuwa makini sana na kumtanguliza Mungu kwanza, kwa sababu changamoto kama hizi hapo ambazo ameweza kuzi mention Billnass. Yes, na tunamtanguliza Mungu kwanza, na ukimtanguliza Mungu kwanza katika kila hali, basi vyote utaweza kuweza kuviepuka. Sio rahisi hivyo kama ambavyo ameweza kusema kutafuta pesa, kuna changamoto nyingi. Yes, chukua hiyo kutoka kwake Billnass, wewe kama kijana ambaye unajitafuta kupambana na kupata umaarufu katika tasnia yote hapa nchini Tanzania. Mimi naitwa Kathed, usiweze kusahau kusubscribe to our YouTube channel, click on the notification bell ili usiweze kupitwa na chochote kutoka kwetu, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Instagram pale at my corner with Kathed, ili kuweza kupata entertainment stories za kila siku. See you guys in the next one.